Nilikuwa naamini kabisa kuwa katika dunia hii kuna watu wachache ambao wakikupenda wanakupenda kweli, bila masharti, bila sababu za siri, bila michezo ya kiakili. Nilidhani yeye alikuwa mmoja wa watu hao, lakini kumbe mapenzi nayo huwa yana sura mbili, ile ya kutabasamu na ile ya kukuchoma mpaka unajisikia unavunjika taratibu ndani. Alikuwa mpole, mcheshi, mshamba kidogo. Alicheka kwa sauti ndogo, lakini roho yake ilikuwa kubwa <laughs> nilihisi salama nikiwa karibu yake. Kila asubuhi alikuwa ananitumia ujumbe, umelalaje? Kila usiku, usisahau, nakupenda. Nilimwamini kupita kiasi, labda hata kupita uwezo wangu. Sikuwa najua kuwa muda si mrefu maneno yake yangekuwa mkuki moyoni mwangu. Siku moja akaanza kuwa mkimya, siku inayofuata akawa bizi, kisha siku nyingine, simu iko silent, baadaye umelala mapema, halafu niko na rafiki hatimaye, naomba space. Sauti yake iliingia baridi, tabasamu lake likapotea, macho yake hayakuniona tena. Nilihisi nikimpoteza lakini nikashindwa kuuliza sababu, kwa sababu wakati mwingine ukweli unaogopesha zaidi ya uongo. Kuna siku nilimwambia Siku hizi umekuwa mbali, kuna nini? Akanijibu, wewe ndo unawaza sana. Lakini moyoni mwangu kulikuwa kimya ambacho kilinipigia kelele. Usiku mmoja aliniambia anaenda kukutana na rafiki wa zamani. Mimi sikuchanganyikiwa, niliamini bado, lakini moyo haukudanganya. Nikaamua kumfuata kimya kimya kwa sababu wakati mwingine unahitaji kuiona kweli kwa macho yako ili kuumize hadi ikufundishe. Nilipomwona aliketi karibu sana na mwanaume mmoja, mikono yao ikigusa, wakicheka kama vile dunia haina maumivu. Hapo ndipo moyo wangu ulivunjika, sio polepole pole, bali kwa kishindo. Niliganda. Sikuweza kulia, sikuweza kuongea, niliona dunia ikizima. Nilimuuliza baadaye, machozi yakinitoka kimya kimya, nikauliza kwa nini. Akanijibu bila huruma, sijui tena kama nakupenda, nimepotea. Neno nimepotea likawa kama jiwe lililogonga roho yangu. Sikuwa nimempoteza aliamua kwenda, na hakuna kitu kinauma kama kupigania mtu ambaye ameshaamua kukuacha. Lakini leo nimepona kiasi, na nimeelewa, usaliti huwa haufundishi tu kuhusu mtu mwingine, hufundisha kuhusu wewe binafsi. Hufundisha thamani yako, uvumilivu wako, na ukweli kwamba mtu anayekupenda kweli hawezi kukufanya ujihisi kama mzigo. Nilimwacha aende, sio kwa sababu sikumpenda, bali kwa sababu nilijifunza kujipenda mimi mwenyewe. Na labda hilo ndilo somo gumu zaidi la mapenzi: kujua lini moyo wako unahitaji kuokolewa, hata kama unamwaga damu kwa kuachia. Kama umewahi kuumia hivi, hii hadithi ni yako. Nakumbuka kitu kimoja, wakati mwingine mtu anayekuacha anakusaidia kujipata.